Yes, my great uh, fans, habari zenu. God is good. All the time. And all the time tunasemanga Mungu wetu ni mwema kila wakati. We appreciate it, guys. Uh, mkisikia makelele kidogo mjue kuna mvua kidogo. one two, na wache kwanza niangalie kama nimefunga mlango. mvua, mvua inanyesha kunyesha huku bana, tumebarikiwa. yeah, so my people, aha uh -huh, maana yangu kukuja hapa live ni kwa sababu ya, si live, kukuja hapa uh, kwa kamera ni kwa sababu kuna watu wawili waliweza kututembelea ile wakati wa ile wakati wa Mr. Charles akiwa hospitali na nikaona nyuso zao tena. Mimi nikasema sitakibia kujudge uh, wacha kwanza niwasikize wanatakaje, na nikawaambia ingieni niweze kusikia mnataka vipi na ndione kama nitaweza kuwasaidia uh, vile wanataka so my people I think watajirudia tena wasemeni ni oni ya kina nani, wametoka wapi, uh, wamerudiaje, wame hapa wamerudi kwa nini, na ndio kama ni kitu ambayo maybe tunaweza tukaweza kuwasaidia. Who am I to decline that? Just remember my people, just remember my people, just remember my people, just remember my people. We only see subscribe to this channel, we rode to 400k subscribers. Don't forget to subscribe. Yeah, niliona watu wengi saa hii mnasahau sana kusubscribe. I don't know the reason. Unapata video iko na views mingi lakini subscribers ni kidogo. Sijui kwa nini. Kama saa hii kuna video moja. Although si wote hupendezwa na content, but kama unafurahishwa na Najua utani judge, utasema senior wewe ni mtu mbaya unaleta new, new visitors kwa nini? But me my people, niliwaambia mimi si mtu wa kujudge. I'm not Jesus, I'm not God. The moment umekuja ukaniambia you need this, this, this, mimi hujaribu sana nakupea hiyo sikio kwanza nakusikiza. Nikipata umeleta kitu, si mnajua venye inakuanga we either call police, we either call pastors, and we either call our God to protect us. Because by the end of the day No main. Ya. Yes, abadzen. Yes. Mami. Yes. Mami. Naomba nikuweke hii. Oh. Uh -huh. Ah, mami wewe uko na sauti ama sauti yako iko chini. Yes. We, we can use, uh, this voice, eh? Okay. Uh -huh. Yes, mami. Habari yako? tuko tu muko, yes. E. tu E. hata mi niko mmekuaje? lakini tuko azima tu isipokuwa, yes, kuna changamoto fulani sababu e. so yes, tulisaidika kwa Charles, mm -hmm. kwa Na wewe ni nani kwanza? Okay. Mimi ni mamake mama ake Charles eh. Oh. Mm. Wewe ni mama yake Charles? Eh, mimi mama yake Charles. Unaitwa mama nani? Mama Charles. Mama Charles. Mhm. Na huyu na yeye? Huyu ni msichana wangu. Mhm. Yeye anafuata Charles. Mm. Eh? Anafuata Charles. Anafuata Charles. Eh. Unaitwa nani? Naitwa Shiro. Shiro. Mm. Okay. Niambie Mama Charles, nasikia uko na maneno ungetaka kuyasema hapa. Sasa vile tulitoka hapa, tunakumbuka mm. tulikuja ila wakati wa ndio mtoto wangu apate usaidizi juu alikuwa pale pabaya. hiyo mm -hmm. wakati sasa vile alitoka osi hiyo, mtoto sijawahi muona hata leo. mm -hmm. sana shindangwa, kwani kulienda aje? Si utuelezee hiyo mtoto. Ni kama ana anatuelezea nini? Huyu anajua mtoto wetu mahali yako. Huyu ni kama ako na kitu anatumia kuhusu mtoto wetu. Eh, ndio tunataka kujua. Tunataka kujua mtoto mm. kujua kwa mtoto mm. kwani, kwani mara yako ya mwisho mama kupatana na ilikuwa lini? mm. kitoka... Alitoka na akatoka sasa, nikashindwa Dev. Kwani mtoto wangu, uliroga mtoto wangu tangu a tangu ajue mambo ya Senior Dave, ni kama kuna shida ilimwingia. Kwani ulifanyia mtoto wangu aje? Juu sasa mi nimeshindwa. Mtoto wangu alikuwa mzuri, alikuwa from askari to nobody now. now hata saa hii sijui ni mcha ni uchawi inatumika ama ni nini inaendelea kwa mtoto wangu, juu hata sisi kwa nyumba tusikizani juu mtoto amepotea eh? Sasa wewe niambie venye tunaweza pata mtoto wangu kwanza. Juu nililia sana, ndio at least akatoka hosi Mungu akasaidia nikachangiwa mtoto akatoka hosi, saa hii mtoto amegeuka. ametugeuka atumuoni. Eh. Sasa nikaamua kutoka

Haali, hata ituna, nilikuwa nimemumizi siku mingi ya hmm. Mtoto akiwa osi vile alikuwa hata we ulimwona na kama sio hivyo sisi tunajua kitu sio mbali. Kwa nini sasa akiwa mtoto mtoto wetu amegeuka hivyo? Mwenye anakuanga usaidizi kwetu lazima tutajua vinye tutaenda. Eh, hatuna, hatuna mtu wa kutusaidia bali, hmm. he, he, sasa he. Kama hivyo ndio kutaenda wewe kama hutatuambia pali mtoto wako ama umemsikianga? um, sasa kitui hapa, kitui mwingi si mbali, tutaenda tunasikianga. Tuna kitui nina huko hivi, tafadhali tuende tukiulizia, ndio sasa tutafanya nini? Hatuwezi kukaa hivi na tujui, sio mwenda wazimu, ama umemuroga akakuwa mwenda wazimu? Ndio sasa kama mtunehiyo nimu, hiyo hiyo hiyo, inanishinda mm. ni kama anakontroliwa na maspirit fulani. Sasa hata tukikuja hapa nilikuwa nimesema either nikuje na polisi nijue utanifanyia uta aje ama utaniambia ukweli wa mtoto wangu. Atuambia atuelezee. Ndio mm. sasa kutoka, ila wakati tulitoka hapa eh, na akatoka hosi huyo mtoto wangu hata roho yake haijatufurahia kama mtu tulikuwa na yeye lakini sijui ni kuruka zimeruka si ama ni nini? Kama, hmm? Alikuwa na mpango yake unanyamaza. Hmm. Aji. Eh, waje kuna kutuangalia tu kama senemu dumi ni mtoto ni mama yake hmm. Na wewe ndiyo unafaa kuniambia mtoto akito oh, yeah, eh. Kuna nini iliendelea hata mimi nimeenda kwa mapasta Mpasta wameniombea, wananiambia ni kama kuna kitu umenifanyia mtoto wangu ama kuna shida gani? Unaona mama hadi haongei? Kuna, unaona, eh, kuna kitu amefanyia mtoto kuzaa mtoto, Eh, <laughs> eh, eh, mzazi anasikianga eh, msiki uchungu sana wa mtoto wake sana sana, nami siwezi kubali mtoto wangu apotee hivyo ama ni siki yange ako Kawangware ama ako wapi akiokota eh, yeah, matakataka ama ni mwizi sahii, kama venye na, najua vile watu, watu siku hizi wanaenda wakipinduka pinduka, anaenda ajipate kwa ngenge fulani hapo, tueleze eh? Mm-hmm. tunaenda aje tutampata aje atarudi nomo aje eh? kama tutaftie mtoto wetu. Mimi nataka kwanza nijue nimesikia mkono makerele kwa sababu huyu, hmm, mtoto mnaongerelea, hata mimi nimechanganyikiwa eh, uh, Mr. Charles tumekuwa na yeye tukifanya kazi hapa alikuwa Nairobi. Najua sasa mimi najua ni polisi. Aliendaje hiyo kazi ya police officers? Si alipitia tu kigajo? Kwani unatuuliza na unajua polisi hawezi kuja andika kama mtu wa kibarua? Eh, E, ama alienda akasimama tu akakuwa yeye ni polisi, na nawao, unatusumbua na maswali zingine kama yeye kwanza ni polisi na, na pia niwaulize e, e, wakati mlikuwa hapa mlikuwa mm, mnataka pesa e. Mukajiripia nani alikuwa amewatuma mkuje muitise pesa, ni mashida yetu, si ati ni mtu huyu. Mtoto vile alikuwa ameteseka sana, tukafika mwisho tungefanya nini isipokuwa kwa kukutafuta? na tuna, tulisikia unasaidianga wenye wajuezi, nami sikuwa na uwezo, mimi ni single mother, sina mzee, ningefanya nini? sinikakuja na ukafanya wema, ukatusaidia hmm? Ukituuliza si, si hapa ni utumishi kwa wote kweli, si hapa ni pa utumishi kwa wote, hata kama si askari, si polisi? Ni kweli, lakini situsaidika. Mimi nataka kuwapea one day nikifumba macho nikifumbua, mkwe, mmetoka hapo mmeenda eh. hey. hey. hey. hey. kama hey. mtoto wangu sijamuona. hey. siwezi sikia hiyo maneno. nimesema mtoke muende hey. mtoke muende hey. mtoke muende hey. hey. No, you have to go. No, no, siwezi kutoka hapa na mtoto wangu sijajua. Si, si ukweli, nakuja kuduliza mambo. no, no, no, no, ni ukweli gani mnataka kujua? ukweli gani munataka Asha kujua mimi nataka mtoto wangu, mtoto wangu ulimroga. Unawezaje unasema hivyo. Unajua uchungu wa mtoto wewe? Mami. Eh? Tunaulizia kitu ya hadi sisi. Bona, tunataka kujua ukweli kama si hivyo hadi yeye atembee kama vile mtoto wetu ametembea. Eh, hey. Apoteza mafikira kama yeye. Hey. Kama ni mgaidi, tunataka kujua leo. Eh, tujue ni leo, ni mugoroki, ni mugaidi, ni nini? Mimi nataka niwaulize. Hey. Mumeona mtoto wenu ni, ni gaidi.

sasa mimi hata si tunataka ukweli toka kwa huyu. E. atupatia huyu mtoto alikuwa anafanya naye kazi. E. simia Dave tuambie ukweli wa mtoto. E. mi sina ubaya sana, so lakini, unataka nikuambie ukweli gani? ukweli ya mtoto wangu tangu atoke hosi mm, akakuja siku mbili akapotea tumuonangi. Mm. tangu hapo simu amezima unaniambia mtoto ukweli, wangu alienda wapi? Mtoto hey, hakukua kujua kwa mambo ya Mungu hey. unakumbuka nikikwambia hapa vile alikuwa anasaidia watu hey? Saa hii mtoto amegeuka kama mwizi, sijui ni mwizi ni mugaidi ni ni nakuona hmm, sielewi Hivyo huelewi hiyo, hata mimi sielewi mami. Na sasa tunafanya nini? Ah ah, huwezi, unasema aje? Huwezi. Wewe ulienda hiyo hospitali? Yenye alikuwa. Eh, nilienda. Uliona hiyo kidoda? Eh, niliona. Uliona kidoda? Mm. Ilikuwa ya risasi ama ilikuwa ya kujidunga na msumari? Ilikuwa ya risasi. Uliona ilikuwa wapi? Ilikuwa kwa mkuu. Bwana, mnaangaliana hivi. Tokeni, muende bwana. Acha kusema hivyo. Mimi anani. Yaani hata ni kama hamujielewi ama ni nini? Acha kusema tujielewi juu unaanza sema mambo ya kidondo. Unajua mtoto alikuwa umeshida hapa kutoka asubuhi ukiwa umeketi hapa chini ya mlango. Mlango ilikuwa nataka kuniambia, nilikuwa nataka kuniambia. Nataka nijue kama anaweza kuingia kama sija. Kaeni hapo basi mngoje. Peke mtu acha. Unaona ni kama kuna, kwa sababu the way you are behaving, eh? Una behave kama watu wa boha hawajielewi. Papa, how can you come chelewa right now? Muanze kuniambia sijui mambo ya Charles, sijui amekuwa gaidi nimemroga. Kwa nini mimi wewe ni murogaji au unajua wale wamerogo? Hapana. Si kama amerogo boda, mtafute mpeleke kanisani. Kuchange hivyo tu. Ndiko ile amechange, lakini si kupenda kwangu. Ama kichwa yake iliruka, na tukutuambiwa na, na, na daktari au kutuambia mtoto wangu ameroka wa kichwa ama ni nini, lakini all of a sudden, mtoto akili mbaya, mtoto haongei na mtu, ni kama unaonanga vile wagaidi wa, wa, wa wanakuanga, hmm. Mimi sijui, na mtoto alikuwa askari kulienda aje, akakaa hivi kama ameguruka hata hataki kuona watu. Sasa tangu aende, atakangi hata simu, sijui alipoteza ama alizima, sikosi nikuambia umpigie simu aka, ukapata amezima. Eh. Sasa, ame sasa, blacklist sasa ama swali yangu ni, mm, nani alikwambia amekuwa gaidi tujajua, alikuwa gaidi ni kusema vile tunaona mtoto hizo siku mbili yori. Hmm. Anaonekana akifanya hmm. hmm. hivi. Nataka nijue kama mnaongea ukweli sawa, sawa. Huyu ni mtoto wangu na namjua mtoto wangu, namjua kama ni kurogwa, alirogwa hmm. Mtoto wangu namjua, o <sighs> mambo mengine hata inaweza shangaza mtu

Nani? Mami, unataka nifanya kitu baya? Nifanya kitu baya sasa hivi sasa hivi. Hapana, hapana. Nataka kujua ukweli. Unasikia? Mm-hmm. Unasikia, mami? Eh. Utajua, utajui. Unataka kuepa? Lala chini, lala chini.

Staki ni, ni kukosea heshima na kurespecti kama mamangu we toa hiyo uh, so, kitaba. Uh, toe kitaba uh, <tronarium> <tronarium> <tronarium> nataka muonge ukweli, ile kitu mekujia hapa lazima mueleze leo, ni sawa? Sawa.